na kukumbushana mambo ya kidini. Leo insha Allah, kwa tofiki ya Allah na uwezo wake na rehema zake, tutakumbushana kuhusu miongoni mwa sunna kubwa ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasalama alitufundisha kuzifanya ama kuifanya juu ya sunna kama hiyo, nayo ni sunna ya sala ya tasbih. Wingi wetu ama ni wachache sana ambao kwamba wanaijua swala ya tasbihi. Tumependa insha Allah kwa muda kama huu, kwa wakati kama huu, kukumbushana juu ya swala kama hii, swala ya tasbihi, ili tujue fadhila yake ni gani na ubora wake ni gani na inaswaliwa vipi swala hii, swala ya tasbihi, salatu tasbihi, salatu tasbihi

bfdliha zimekuja hadithi mbalimbali mbali, hadithi tofauti tofauti kutuonyesha ukubwa ubora wafadla ya sala hi ya tasbih. Hadithi zipo zimethubutu za mtume wasallam wa ikionyesha ukubwa wa sala kama hi ala asbih, wana man salaha ghafara Allahu ma taqaddama min, min dhunubihi wamatahr na mtu yoyote ambaye kwamba atakayesali salatu tasbih katika miongoni mwa fadhila zake ya ubora wake ni ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala humsamehe mja kama huyo ama mtu kama huyo, madhambi yote ambayo kwamba yaliyotangulia na madhambi ambayo kwamba yaliyochelewa, kwa hadithi ya mtume sallallahu alihi wasalama. Wa wa hii ni moja katika fadla yake ama ubora wa sala kama hii. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema li ammihi al-Abbas radiyallahu anhu. Siku moja mtumi sallallahu alayhi wa sallam alimwambia ammi yake ambao kama ni Sidna Abbas radiyallahu anhu, hina allamahu iyyaha, mtumi sallallahu alayhi wa sallam wakati alipomfundisha hapa mtumi sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha namna gani alimfundisha ammi yake ambaye kama Sayyidina Abbas namna ya kuswali salatu tasbihi. Mara nyingi sunna, watu walikuwa wakimuona wakimwonato mtumi sallallahu alaihi wasallam anaswali na watu wanaswali, lakini mpaka mtumi sallallahu alaihi wasallam kwenda kumfundisha kama mwanafunzi anaomfundisha eh, mwalimu anaomfundisha mwanafunzi pale darasani ama pale madarasa, ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mwanzo mwisho wa sala ya tasbihi ammi yake Saidna Abbas radiallahu an, na akamwambia Mtume Mtumi sallallahu alaihi wasallam sallia fi kulli youmin swali, baada ya kumfundisha mpaka akamaliza. Kisha akamwambia Mtume Mtumi sallallahu alaihi wasallam ammi yake Abbas, ikiweza basi swali kila siku n yani kila siku iwe utachagua wakati maalum na kuswali sala kama hii, au fi kulli juma. Ama kama ni ngumu kuswali sala kama hii kila siku, basi angalau kila Ijumaa iwe utasali, bimaana ya kwamba kama huwezi kwa siku, basi kwa wiki maalum, panga wakati, fursa ya, ya kuswali sala kama hii, kama huwezi kila siku, au fi kulli shahrin. Au Mtume au Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba kama huwezi kwa wiki pia mara moja, basi angalau kwa mwezi, mwezi mzima chagua siku maalum, wakati maalum, ni wakati wa kuswali sala kama hii. au fi kulli sana, Mtume anaendelea kumwambia saidina Abbas, kama huwezi kwa mwezi mara moja, basi angalau kwa mwaka, mwaka mzima basi angalau utaswali mara hii mara moja peke yake okay. Au fil umri marratan au katika umri mzima katika maisha yako yote, basi angalau iwe wewe Mwislamu umeswali swala kama hii angalau mara moja. Angalia mtume ya mtumi sallallahu alaihi wasallam anatutafutia kila njia, anatutafutia kila, kila namna kila iwezekanavyo, angalau mtu awe ataipata sala kama hii. Je, sali mimi na wewe tushawahi kusali sala kama hii angalau katika umri mara moja? Kama tushasali basi na Mwenyezi Mungu utokabaliwa, na kama hatujasali basi tusichelewe, ama hatujachelewa, tuendelee tusali sala kama hii. Inasaliwa vipi? Lakini kabla hatujaingia kueleza namna ya kuswali sala kama hii, wanasema qala badu lulama, baadhi wanazuoni wanasema: wa hadhihi lsalatu mujarrabatun liqadhai lhawaidi lmuhimma. Hii sala katika fadhila zake, ubora wake ni mujarrab moja kwa moja ya katika, ama katika kutekeleza, ama katika mtu kumtekelezea mambo yake kama una jambo kubwa ambalo kwamba limekushughulisha, ama kama kuna jambo kubwa ambalo kwamba unalitamani, kuna jambo kubwa wataka kulifikia, jambo kama lile sali kwa nia mimi, na sala sala kama hii, kisha baada yake muombe Mwenyezi Mungu, basi jambo kama lile litakuwa, jambo kama lile litafanyika biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, kama una shughuli yoyote, ni jambo lolote la heri ambalo kama unalitaka, lakini pengine ndani yake kuna uzito, pengine ndani yake kuna shida, pengine ndani yake kuna tabu, basi swali sala kama hii. Baada ya kusali muombe Mwenyezi Mungu nao jambo kama lile, kama wanavyosema wanazuoni ya kwamba litakuwa jambo lolote. Na vile vile, hata kama ni shida, hata kama kuna balaa, hata kama kuna watu waovu, basi nyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, elekea kwa Allah subhanahu wataala, na usali sala kama hii, kisha baada yake umuombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakukifia, Mwenyezi Mungu atakuepushia, Mwenyezi Mungu atakuweka mbali na hizo balaa ambazo kwamba zinakufuata kuswali sala kama hii, sala kama hii ikhwata aliman, unaweza ukaswali ikiwa wakati wa mchana, unaweza pia ukaswali wakati wa usiku. Tem yoyote, sali mchana, sali usiku. Kama tulioeleza ni raka nne. Kwanza, baada ya kuchukua udhu wako kamili na kuelekea kibla kama kawaida ya sala nyingine basi utatiania ya salatu tasbihi, utatiania ya sala ya tasbihi, utafunga sala yako. Baada ya kufunga sala yako, utasoma ile duaul istiftah, dua ile ya kufungua sala. Wengine anasema wajahtu wajhiya e, wengine subhanaka allahumma, yoyote ile ambayo kwamba unasoma dua ya iftitahi sala ya kufungua sala utasoma

baada dua listiftah arejelea tena utaleta tasbihi kumi na tano tasbihi yenyewe ni hiyo ambayo kwamba nimetangulia kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar 15 uinatao baada ushaleta 15 utasoma suratul fatiha baada usha soma suratul fatiha utasoma na sura nyingine kama kawaida kisha utaenda katika rukuu katika rukuu utaleta ile adhkari ya kwenye ruku subhana rabbiyal adhim, utaleta mara tatu kama kawaida. Baada ushaleta, utaleta tasbihi nyingine subhana Allah, walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu wa akbar, utaleta mara kumi katika ruku. Kisha utainuka katika itidal. Katika itidal before ulete hii tasbihi, utaleta ile adhkari ya itidal subhana kama kawaida, samiallah liman hamida, rabbana lakal hamdu, utaleta kama kawaida ya sala nyingine unavoleta. Kisha utaleta tena hii tasbihi kumi: subhanallah, alhamdulilahi, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Hapo ni katika itidal. Utaenda katika sijida hivyo hivyo, utaleta adhkari ya sijida utaleta na tasbihi, utainuka utakaa katika, utaka katika sijida teni hapo, sijida mbili hapo bifoni, katika sijida ya pili, katika hiko kikao utaleta tena adhkari zake ya hiko kikao alafu utaleta tasbihi kama hiyo, kisha utasujudu tena utaleta eh, tasbihi ya sijida wazo, kisha utaleta tasbihi kama hii subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allah akbar, kisha utainuka. Hiyo itakuwa ni raka moja kamili na kila ukisimama baada ya sijida, utaanza na vile vile kama ulivyoanza kabla, usome suratul Fatiha, utaleta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kisha ndio kumi na tano za juu, kisha utaendelea kama tulivyoeleza. Hii ni rakaa moja, na utaswali rakaa nne kwa mfumo kama huu ama, ama kwa njia kama hii ambayo kwamba tumeielezea. Hivi ndivyo inavyosaliwa salatu tasbih kama tuna, tulivo, o, kumbushana na kama tulivyowaambia ya kwamba ni sala mujarrab au kama mtu ana haja zake ana mambo yake, na thawabu zake ni nyingi, inshallah Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikie na atujalie, min alladhina yastami'una alqawla